Kuwekwa kwa mfalme au malkia ni tukio la kifahari sana. Kwa kweli linaweka msingi wa utawala wa mfalme, na ikiwa umesoma historia yoyote, labda unajua kwamba malkia Victoria wa Uingereza angependa angefanya hisia ya kwanza bora. Kwanza kuwekwa kwake kulidumu kwa, kwa saa tano. Kweli huo ni muda mrefu, na ungecheleweshwa kwa muda mrefu kwa sababu askofu mkuu aliweka pete ya kifalme kwenye kidole kibaya. Ilichukua barafu na sabuni uiondoa. Kisha askofu mwingine, ambaye kwa njia, alikuwa na kazi moja tu, nayo ilikuwa kumpa malkia mpira wake wa kifalme kama fimbo ya enzi, kweli alifanya hivyo, lakini alifanya wakati usio sahihi, jambo ambalo lilisababisha mkanganyiko mkubwa katika sherehe lakini kosa kubwa zaidi lilikuwa wakati Victoria alipokuwa akisoma ahadi yake ya kifalme yenye kurasa kadhaa, na askofu aliyekuwa na jukumu la kugeuza kurasa aligeuza kurasa mbili kwa mara moja. Kweli, hakuna mtu aliyegundua hadi baada ya malkia kuondoka jukwani, ambayo ilimaanisha alilazimika kurudi jukwani na kumaliza kwa kusoma ukurasa aliyoukosa. Kweli, kutawazwa kwake kulifanya historia kwa sababu ya baadhi ya makosa haya, na hivyo basi, kwa kufanya hisia nzuri ya kwanza. Sasa hapa tuko kwenye Zaburi sura ya mbili na tuna wimbo ambao pengine uliimbwa wakati wa kutawazwa wa Mfalme Daudi, na kila mfalme aliyemfuata. Hii ni Zaburi ya kutawazwa, na lazima nikuambie inafanya hisia nzuri ya kwanza lakini pia ina umuhimu maalum wa kinabii ambao nataka kuonyesha tunapopitia hii. Sasa Zaburi mbili inaanza kwa kuelezea mataifa, na naamini kwamba kila taifa tangu wakati huo linaweza kuelezewa na maneno haya katika zaburi hii ya kutawazwa. Kwa kweli, maelezo matatu ya mataifa ya dunia yetu leo yanajitokeza kwangu hapa. Kwanza ningesema hivi mataifa, ni matupu, wamefilisika. Mstari wa moja unasema, kwa nini mataifa yanaghadhibika na watu wanapanga njama bure? Sasa neno la Kiebrania kwa bure hapa linamaanisha tupu, na neno kupanga njama linamaanisha unguruma. Kwa hivyo una mataifa yote ya kiguna na vitisho vitupu ambavyo kamwe hawataweza kutekeleza na nataka kukuambia pia kwamba Mungu hajisikii kutishwa hata kwa muda mfupi. Vema, pili, mataifa yanaelezewa hapa kama waasi. Katika mstari wa mbili, mwandishi wa Zaburi anasema, wafalme wa dunia wanajipanga na watawala wanashauriana pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya mtiwa mafuta wake. Vema, kinachotokea hapa ni kwamba mataifa haya na wafalme hawa wanapanga njama ya kumshinda, wanamwenyere hilo halitafanikiwa. Pia, tatu, sasa mataifa hayaelezwi tu kama matupu na wasi, lakini yanaelezewa hapa kama yenye vurugu. Katika mstari wa tatu, wafalme wa dunia wanasema, na tuvunje minyororo yao na tuwaondole kamba zao kutoka kwetu. Kwa maneno mengine, mataifa haya yanapanga uasi wa vurugu dhidi ya Mungu na mfalme wa Mungu, mfalme wa Israeli. Sasa kwa hilo, mwandishi wa Zaburi anageuza umakini wetu kwa baadhi ya sifa za Bwana. Kwanza tunaambiwa kwamba Mungu anajua yote. Tunasoma hapa katika mstari wa nne, yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawadhihaki. Mungu hapa haogopi, haogopi njama za waasi za mataifa haya. Kwa kweli, anapata kicheko, anacheka upumbavu wa mipango ya kiburi ya wanadamu. Pili, tunaambiwa hapa kwamba Mungu ana nguvu zote. Tunasoma katika mstari wa tano, ndipo Bwana atazungumza nao kwa hasira yake, akisema, kwa upande wangu nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Sasa Sayuni ni neno lingine tu la Yerusalemu kwa hivyo kile ambacho Mungu amefanya kwa kumvika Daudi taji kama mfalme, hakuna njama yoyote inayoweza kubatilisha kuwekwa kwa taji hii. Hakuwezi kusitishwa. Sasa mfalme aliyepakwa mafuta anaanza kutoa kile tunachoweza kuita hotuba yake ya kuwekwa taji. Hapa katika mstari wa saba, nitasema juu ya amri, Bwana aliniambia wewe ni mwanangu Leo nimekuzaa. Niombe, nami nitakufanya mataifa kuwa urithi wako, na misho ya dunia kuwa milki yako. Utawavunja kwa fimbo ya chuma, na wavunja vipande vipande kama chombo cha mfinyanzi. Kinachotokea hapa ni kwamba wakati Daudi anapanda kwenye kiti chake cha enzi, anaonyesha imani yake kwamba Mungu amemchagua kuwa mfalme, kwamba Mungu amemchukua kama mwanawe, kwa namna ya kusema tunapaswa kurudi na kuelewa. Hii ni desturi ya kawaida kwa wafalme wa kipagani kudai kuwa ni mwana aliyepokewa wa mungu wao wa kitaifa. Kwa hiyo kile Daudi anachofanya ni kuunganisha yeye mwenyewe na ufalme wake na uhusiano wake na Mungu wake Muumba. Unaona kinachohusika hapa siyo tu sifa ya Daudi, Daudi anaelewa hilo, hii ni sifa ya Mungu mwenyewe. Je, hii ni madai matupu kwamba Daudi anaunganisha ufalme wake na Mungu? Naam, Mungu anafanya kitu kidogo baadaye. Anapomtuma nadhani kuthibitisha ahadi anazotoa kwa mfalme Daudi. Katika mbili Samueli saba nadhani anakuja kwa Daudi na ahadi hii. Wakati siku zako zitakapotimia na utalala na baba zako, nitainua uzao wako baada yako. Nitaimarisha ufalme wake yeye yeah, atajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, nami nitaimarisha kiti cha enzi cha ufalme wake milele milele. Woo, hiyo ni ahadi kubwa. Nani anaweza kumwondoa mfalme wa milele nam di milele? Sehemu ya ahadi ni matumizi ya kinabii ya ahadi ya Mungu hapa katika Zaburi mbili mstari wa saba, ambapo anasema wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Sasa jiulize hili unapojaribu kuelewa hili: ni mwana gani wa Daudi angeweza kutawala ufalme milele? Naam, hakuna mwana wake aliyefanya hivyo. Hakuna hata mmoja wao aliyedumu kwa muda mrefu sana kwenye kiti cha enzi. Naam, hapa kuna kidokezo: mwana wa Daudi pia anaitwa hapa mwana wa Mungu. Tena mstari wa saba unasema, Bwana aliniambia, wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa kwa hiyo hii ni zaidi ya Daudi kujihusisha na Mungu wake Muumba. Hii ni rejeleo kwa mwana mkuu wa Daudi, na iwapo kuna shaka yoyote kuhusu nani Mungu anafikiria, mtume Paulo atahubiri kane kadhaa baadaye katika Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu na mstari wa thelathini na mbili na, na kusema hivi tunawalete habari njema kwamba kile Mungu alichoahidi hiki amekitimiza kwa kumfufua Yesu kama ilivyoandikwa pia katika Zaburi ya pili, wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Paulo anafanya nini? Paulo anachanganya ahadi za Mungu kwa Daudi katika Zaburi sura ya mbili na kile Nathan alichomwambia Daudi katika mbili Samueli sura ya saba na anafafanua sasa katika mahubiri yake kane nyingi baadaye. Paulo anafanya hivyo kwamba hii ni rejeleo kwa Bwana Yesu aliyefufuka, mzao wa Mfalme Daudi kulingana na mwili, lakini pia Mungu mwana mfalme wa milele ambaye, siku moja atatawala mataifa ya ulimwengu. Sasa hebu niwaulize, ni mipango gani, ni mkakati gani taifa lolote linaweza kupanga dhidi ya Yesu wakati yeye ni mwana wa Mungu aliyefufuka, mfalme aliyeahidiwa, mzao wa Daudi. Sasa Mungu anaalika mataifa hapa. Hiki ndicho kitu pekee unachopaswa kufanya: unapaswa kuweka chini silaha zako ndogo na kiburi chako kidogo na mipango yako midogo na kupiga magoti kwa kujisalimisha kwa mfalme wa milele wa Israeli, Yesu. Kwa kweli anasema hapa katika Zaburi sura ya mbili na mstari wa kumi. Sasa basi enyi wafalme, uweni na hekima, yaani kuwa na busara, onyweni enyi watawala wa dunia. Mtumikieni Bwana kwa hofu na furahini kwa kutetemeka. Kuwa na hekima, onywa mtafuteni mfalme wa milele ambaye kwa njia anawapa masharti ya kujisalimisha na amani ya milele na Mungu. Naam, zaburi kwa kweli inamalizika na mwaliko huu wa wazi kwa mataifa. Mwaliko huu unatolewa kwa kila taifa duniani kote, katika historia yote ya binadamu. Hapa ndipo ulipo. Sikiliza hili katika mstari wa kumi na mbili: Busu Mwana asije akakasirika na ukapotea njiani, kwa maana hasira yake huwaka upesi. Heri wote wanaokimbilia kwake, ndani yake. Sasa kumbusu mwana ni ishara ya unyenyekevu na heshima. Watu wa zamani walipokuwa wakipita mbele ya hekalu au sanamu, walikuwa wakipuliza busu kwa unyenyekevu na heshima kwa mungu wao. Hii ni busu ya kweli kwa njia hii, si busu ya uombo ya Yuda. Hii ni busu ya heshima, hii ni busu ya ibada, hii ni busu ya uaminifu kwa Kristo ambaye ni mfalme wa milele. Ni kuambie, kutawazwa kwa Malkia Victoria kulifanya historia kwa sababu zisizo sahihi, lakini kutawazwa kwa Mfalme Yesu bado kunafanya historia. Yule aliyekuja kama mfalme akiingia Yerusalemu akipanda punda, huku akipigiwa kelele za, unajua, hosana. Yule aliyebaki nyuma na kaburi tupu. Hilo kaburi tupu linatangaza hadi leo kwa ulimwengu mzima kwamba yeye ni mwokozi aliye hai, ambaye siku moja atarudi. Siku moja atatimiza ahadi ya kinabii ya Zaburi sura ya mbili. Kwa hakika, siku moja ataketi atatawala kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Leo rafiki yangu, nikwambie, haijalishi unaishi katika taifa gani, unakaribishwa sasa hivi kuja na kupiga magoti mbele yake na kumtambua kama Bwana wako binafsi wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na kama nazungumza na viongozi wa kitaifa mahali fulani huko nje, ni bora uongoze taifa lako kufanya jambo hilo hilo.